gani bwana. Mm, wanasema mchezaji bwana ana jinsia ya kiume, wengine wanasema jinsia yake ya kike. Kwa nini ana jinsia ya kiume afu anacheza ligi ya wanawake? Maneno yamekuwa ni mengi sana, mvutano umekuwa mwingi sana kwa sababu wengi hawajui ni jinsia gani. Sasa story zimekuwa nyingi zimeenda viral sana mpaka viongozi bwana na watu wa FIFA wamekuja wamesema wanafanya uchunguzi kwa mchezaji wanamfungia kwa muda ili wamchunguze ni jinsia gani, kama wa kiume au wa kike. Mm, kwa hiyo uchunguzi upo kwake yeye bwana. Unamchunguza unataka kujua ni jinsia ya gani huyu mchezaji wa Yanga Presence wanataka kujua kama wa kike au wa kiume. Kama wa kiume, kwa nini anacheza ligi ya kike? E, mambo yamekuwa mengi sana, mambo yamekuwa yamebamba, mambo yamekuwa na uchunguzi mwingi sana kwa mchezaji huyu, na tunajua kabisa ni mchezaji hatari sana, mchezaji ambaye anapiga mashuti ana anapiga chenga kama mtoto wa kiume. Sasa hivyo vitu vimwashtua sana, mtoto wa kike ana uwezo kama huu? Bwana, mtoto wa kike hawezi kucheza mpira kama mtoto wa kiume. Kwa hiyo amekuwa na wasiwasi, alianza kuwa huyu ni mtoto wa kiume so wa kike. Mambo yamekuwa mengi sana, kwa hiyo wamemchunguza jinsi yake atakuwa jinsia gani? Wanataka kumchunguza atakuta na jinsia ya kiume au ya kike, hatujui. Na kukumbusha tu mtongo nguvu, sasa ku comment na kulaiki na kusubscribe chaneli yetu ili kupata habari zinazotendi mtandaoni. Yangu ni hayo, mtongo nguvu, asante sana.